Leo ni takribani siku kumi toka Jeshi la Polisi Tanzania lilipotoa taarifa ya hali ya usalama nchini tarehe 12 mwezi wa 12 2025. Tungependa kuwajulisha kuwa kwa kipindi chote hicho hali ya usalama nchini ni shwari, pamoja na kwamba kulijitokeza kwa baadhi ya matukio machache ambayo yalishughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi na mikataba mbalimbali mbali ya kikanda na kimataifa. Ushauri huo umetokana na uelewa wetu kama Watanzania wa umuhimu wa kila mmoja wetu kulinda na kuimarisha amani, utulivu na usalama, kwani ndizo nyenzo kuu na za msingi za kumwezesha kila mmoja wetu kushiriki na kufanya shughuli halali zinazotupatia mahitaji yetu ya kila siku. Tunapoelekea kusherekea sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ambazo zitatanguliwa na sherehe za Christmas, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha ulinzi wakati wote na hata baada ya sikukuu hizo. Aidha, wito unatolewa kwa wananchi wote na kwa wote watakaokuwa nchini kuwa, kuwa. Kinachohitajika ni kila mmoja wetu kutambua thamani na umuhimu wa amani na usalama katika maisha ya kila mmoja wetu. Pia ni wakati mwafaka wa kuendelea kuyakataa yale ambayo yana malengo ya kuvuruga amani kipindi hiki cha sikukuu na baada maisha yetu na shughuli zetu wakati wa hizi sikukuu, yanahitaji mazingira ya amani, ili kila mmoja aweze kushiriki kwenye ibada za kumshukuru Mungu, kukaa na familia na marafiki bila bugu za yoyote ile. Hivyo tuilinde amani kwa ushirikiano na kwa nguvu zetu zote. Aidha, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wale watakaosafiri waendelee kuzingatia sheria za usalama barabarani, ili zitusaidie kujiepusha na ajali, tukizingatia kauli mbiu ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani inayosema, endesha salama, familia inakusubiri.